Kuna njia kubwa nne za kutengeneza pesa duniani, lakini katika hizo nne, ni njia mbili tu ndo zinaweza zikakufanya utengeneze utajiri kwenye maisha. Njia ya kwanza ya kutengeneza pesa ni kupitia ajira, unauza muda wako na ujuzi wako kwa mwajiri, unatengeneza pesa. Njia hii haiwezi kukufanya kuwa tajiri. Njia ya pili ya kutengeneza fedha ni unamiliki ajira, e, unajiajiri, unakuwa umejiajiri, unamiliki ka biashara yako ambapo wewe mwenyewe ndo mhasibu, wewe mwenyewe ndo afisa masoko, wewe mwenyewe ndo e, ndo mkurugenzi. Njia ya tatu ya kutengeneza fedha ni kupitia kuwa mmiliki wa biashara au business owner ambapo hapa unamiliki mifumo ambayo inakutengenezea pesa e, awa ndo wale watu ambao wanaweza katoka hata kwenye biashara zao kwa miezi mitatu, miezi sita, na bado mambo yakaenda na kaendelea kutengeneza pesa. Ukiachia kutengeneza kumiliki biashara au business owner, njia ya nne ya kutengeneza pesa ni kupitia kuwa mwekezaji. Sasa ili uweze kutengeneza utajiri, unataka focus na njia ya, ya tatu na ya nne ya kuwa mmiliki wa biashara unayemiliki mifumo ya kutengenezea pesa au uwe mwekezaji. Sasa katika siku ya leo bwana nataka nikufundishe uwekezaji wa uhakika utakao kuingizia kipato. Huu ni uwekezaji ambao hauna hasara kabisa. Umekusikia watu wamepoteza fedha kwenye aina fulani ya uwekezaji, umekusikia watu wamepigwa kwenye aina fulani ya biashara, watu wamepigwa kwenye aina fulani ya uwekezaji. Sasa leo bwana na kufundisha uwekezaji ambao hauna hasara kabisa na kufundisha uwekezaji ambao utakufanya uweze kutengeneza pesa nyingi sana kwenye maisha yako. Sasa leo bwana, nataka tujifunze uwekezaji wa hatifungani au government bond. Huu wa ni uwekezaji wa uhakika, ni uwekezaji ambao hauna hasara kabisa, na ni uwekezaji ambao unawafata watu wenye kipato kidogo, kwa sababu mimi naamini e, wote sisi tunashikaga laki tano tunashikaga milioni moja kwa sababu kuwekeza katika hatifungani unaanza na laki tano unaanza na milioni moja tu. Leo nitakufundisha nini maana ya hatifungani au government bond, nitakufundisha faida ya kuwekeza katika hatifungani ukilinganisha na aina nyingine za uwekezaji kama kwenye hisa au uwekezaji wa pamoja kama UTT. Lakini pia nitakufundisha aina kubwa mbili za hatifungani. Nitakufundisha hatifungani ya muda mfupi na hatifungani ya muda mrefu. Na nitakushauri uwekeze wapi kati ya muda mfupi au ya muda mrefu. Na muhimu zaidi, nitakufundisha jinsi ya kutumia uwekezaji huu kwa faida yako na kujenga utajiri kwenye maisha. Karibu sana bwana katika YouTube channel yangu. Kama ndio kwa mara ya kwanza unanitazama, mimi ninaitwa Victor Mwambene, ni mwelimishaji wa masuala ya fedha na biashara niliyoidhinishwa na Benki Kuu ya Tanzania, yaani certified financial educator, na ni mwandishi wa vitabu vinne ikiwemo hiki cha akili ya fedha jinsi ya kuanzisha na kukuza biashara, kanuni ishirini za fedha, na nguvu ya kujua. Karibu sana bwana katika YouTube channel yangu. Tafadhali usiache kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa tunapokuwekea somo jipya. Sasa moja kwa moja, sasa nini maana ya hati fungani? Eh, hati fungani ni aina ya uwekezaji ambao mtu binafsi au taasisi au kikundi wanaikopesha serikali ili itekeleze miradi yake ya maendeleo na kisha serikali inawarudishia riba na ile fedha. Kwa hiyo kwenye hati fungani hapa, wapendwa, ni kwamba wewe au kikundi chenu au taasisi au kampuni yako mnaikopesha serikali ili itekeleze miradi yake ya maendeleo. Unajua Tanzania, eh, serikali ina vyanzo vingi vya mapato. Kuna kodi za ndani, kuna kodi, kuna misaada kutoka nje, kuna mikopo kutoka nje, lakini pia kuna watalii. Hivyo vyote ni vyanzo vya vya mapato vya serikali. Lakini moja ya chanzo cha mapato cha serikali ni kupitia mikopo kutoka kwa wananchi, vikundi na makampuni. Hii ndo tunaita hati fungani au kwa lugha ya Kiingereza tunasema government bond. Hapa kuna treasury bills na treasury bonds. Sisi tumeelewana mpaka hapo eh? Kwa hiyo sasa kwenye hii hati fungani, kwa lugha nyepesi kabisa, huu ni uwekezaji ambao mtu binafsi, kikundi au kampuni au taasisi inapata fursa ya kuikopesha serikali ili itekeleze miradi yake ya maendeleo kwa muda fulani. Kisha serikali huwa inarudisha inakuwa inatoa riba inakurudishia ile fedha yako, lakini inakupa na faida juu. Kwa hiyo wewe unaamua uikopeshe serikali kwa mwaka mmoja, kwa miaka mi, e, mi, mi, miwili, kwa miaka mitano, kwa miaka saba, miaka kumi au miaka ishirini, si tumeelewana mpaka hapo? Kwa hiyo kwa lugha nyepesi kabisa, hati fungani ni uwekezaji unaokupa wewe fursa ya kuikopesha serikali katika kipindi fulani unachokichagua wewe, ili serikali iweze kutekeleza miradi yake ya maendeleo. Lakini serikali haikuachi hivi hivi, inakuwa inakupa riba, inakuwa inakupa riba kila baada ya miezi sita, si tumeelewana mpaka hapo eh? Hiyo ndo atifungani. Sasa kwa nini uwekeze kwenye atifungani? Kuwekeza katika atifungani kuna faida gani ukilinganisha na aina nyingine za uwekezaji? Zipo faida nyingi nitakuja kuziongelea mwishoni, lakini faida kubwa ni kwamba uwekezaji, uwekezaji ni uwekezaji usio na hasara kabisa. Tofauti na aina nyingine ya uwekezaji una riski, lakini huku tunasema ni relatively risk free. Hakuna hasara ukiwekeza katika atifungani kwa sababu hakuna siku serikali itashindwa kukulipa eh hiyo hela uliyoikopesha. Sitaelewana mpaka hapo. Lakini faida nyingine, huu ni uwekezaji ambao kwenye hati fungani sasa, ni kwamba unapata riba kubwa tofauti na aina nyingine za uwekezaji. Yani unapata riba ya hadi asilimia kumi na tano kwa mwaka, si tumeelewana eh? So nitakuja kuelekeza baadaye huko faida za kuwekeza katika hati fungani moja kwa moja. Sasa twende na sasa, hati fungani zinatolewa na, kama nilivyokwambia, hati fungani zinatolewa na serikali kupitia benki kuu, si tumeelewana mpaka hapo eh? Na zipo hati fungani za aina mbili, kuna hati fungani ya muda mfupi na kuna hati fungani ya muda mrefu. Sasa nianze na moja kwa moja na hatifungani ya muda mfupi au tunaita treasury bills. Hatifungani ya muda mfupi ina sifa zifuatazo. E, kiwango cha chini cha kuwekeza kwenye hatifungani ya muda mfupi ni laki tano. Unaweza kuweka milioni moja, milioni mia na kuendelea. Ila minimum ni laki tano ndio unaweza kuanza kuwekeza kwenye hatifungani za muda mfupi au treasury bills. Sifa nyingine hatifungani hii hutolewa kila Jumatano. Jumatano hii kitolewa labda hati fungani ya muda mfupi, Jumatano ijayo natolewa hati fungani ya muda mrefu. Kwa hiyo hutolewa siku ya Jumatano, lakini pia hati fungani ya muda mfupi ni pale ambapo inatolewa kwa chini ya miezi kumi na mbili yaani unaamua kuikopesha serikali labda kwa miezi kumi na mbili. Sasa uwe inatolewa kwa siku tofauti. Hati fungani ya muda mfupi inatolewa kwa siku 35, unaweza kaamua uikopeshe serikali kwa siku 35, lakini pia inatolewa kwa siku 91, inatolewa kwa siku 182, inatolewa kwa siku 364. Kwa hiyo wewe unaamua uikopeshe serikali kwa siku 35, uikopeshe serikali kwa siku 91, uikopeshe serikali kwa siku 182 au uikopeshe serikali kwa siku 364. Yani, ndo hivi vipindi ambavyo vinatolewa vina ndo vipindi vya uwekezaji hivyo, siku 35, 91, 182 na siku 364, lakini pia hati fungani ya muda mfupi inatolewa at a discount rate. Sasa, nikisema at a discount rate, naomba nisikuchanganye sana, weelewa kuwa unapowekeza katika hati fungani ya muda mfupi unapata faida papo kwa hapo kupitia discount rate. Sasa, unataka kujua discount rate ni nini itabidi sasa hapo upate ushauri. Sasa unapoenda kuwekeza, sasa labda una milioni mbili yako na milioni moja yako una laki tano yako, unapoonana na mtaalamu ndo anaweza akakwambia discount rate ni nini. Lakini kwa ufupi ni kwamba kwenye hatifungani ya muda mfupi unapata faida papo hapo kupitia discount rate. Yaani unaambiwa unaweza ukainunua hatifungani ya milioni mia ukanunua kwa milioni tisini na tano, kwa unakuwa umepata faida milioni tano. Unaweza kainunua hatifungani ya milioni mia tano milioni mia kama nilivyokwambia kwa milioni tisini na tano eh, uh, au milioni moja kwa kwa hiyo sasa, hiyo ndio hatifungani ya muda mfupi. Tukija katika hatifungani ya muda mrefu, hii ni hatifungani ambayo inaanzia inatolewa kwa vipindi vya miaka miwili, kuna miaka mitano, kuna miaka saba, kuna miaka kumi, miaka kumi na tano, ishirini na miaka ishirini na tano. Hiyo ni hatifungani ya muda mrefu au tunaita treasury bonds. Sisi tumeelewana mpaka hapo. Na kiwango cha chini cha kuwekeza kwenye hatifungani ya muda mrefu ni milioni moja kwa ukitaka kuwekeza kwenye hati fungani ya muda mrefu uwe na milioni moja, na unachagua sasa, hii milioni moja yangu nikopeshe serikali je, kwa miaka miwili? Nikopeshe serikali kwa miaka mitano? Nikopeshe serikali kwa miaka kumi, kumi na tano, ishirini? Na kwa kadri unavyoikopesha serikali kwa muda mrefu ndo unapata riba kubwa. Ukiwa na milioni moja, kuliko yule aliyemkopesha serikali kwa muda mfupi, kwa sababu yule aliyekopesha serikali kwa muda mrefu inampa uhuru serikali wa kuilipa taratibu, inampa uhuru serikali ile ile ya kufanya miradi mikubwa ya maendeleo ambayo haina mrejesho wa haraka haraka. Sisi tumeelewana mpaka hapo? Kwa hiyo kubwa katika hizi hati fungani, aina ya pili ya hati fungani, hati fungani za muda mrefu au treasury bonds, ni kwamba unakopesha serikali, kiwango cha chini ni milioni moja, na unachagua kuikopesha katika kipindi cha miaka mingapi kuna miaka miwili, miaka mitano, miaka saba, miaka kumi, miaka kumi na tano, miaka ishirini, miaka ishirini na tano. Kwa kuna mtu ame, ame, amewekeza milioni moja kwa miaka ishirini na tano na kila baada ya miezi sita anapata riba, anapata faida na milioni moja yake iko vile vile. Kuna mtu ameikopesha serikali kwa miaka ishirini, ameikopesha serikali milioni mia na kila baada ya miezi sita anapata riba yake eh? Na hilo, hizo riba atazipata kwa miaka ishirini na bado milioni mia yake iko pale pale huu ndo uwekezaji wa hati fungani wa muda mrefu. Na hati fungani ya muda mrefu hutolewa kwa zaidi ya mwaka mmoja, kama nilivyokuambia, miaka miwili mitano na kuendelea. Na hati fungani ya muda mrefu, interest yake ulipwa kila baada ya miezi sita. Kila baada ya miezi sita unapokea riba yake. Kwa mfano, kama umekopesha serikali kwa kwenye labda tuseme kwa miaka ishirini, imekupa riba ya asilimia kumi na tano Asilimia kumi na tano kama umeikopesha ume serikali milioni mia au umewekeza milioni mia asilimia kumi na tano milioni mia ni milioni kumi na tano Kwa hiyo hiyo milioni kumi na tano unaigawanya mara mbili, inalipwa ina, ina kila baada ya miezi sita Kwa hiyo miezi sita hiyo utalipwa milioni saba na laki tano miezi sita baada tena miezi sita utalipwa milioni saba na laki tano na utalipwa hivyo kwa miaka ishirini kwa miaka ishirini na tano utakuwa unalipwa milioni saba na laki tano milioni saba na laki tano na bado milioni mia yako itabaki pale pale, siku ya mwisho utaichukua. Sisi tumeelewana mpaka hapo eh? Lakini kitu kingine ambacho unatakiwa uelewe katika hizi atifungani za muda E, mrefu hutolewa katika namna tatu. Kuna, kuna premium bond ambao ni zaidi ya asilimia mia moja. Kuna pa, inaweza kutolewa at pa eh Uda, kwa sababu hizi zinatolewa kwa mnada. Hii kitu kingine ambacho natakiwa uelewe, hizi hati fungani zinatolewa kwa mnada. Mnada inakuepuka kila Jumatano. Kwa hiyo ukienda kwenye mnada, kuna wanaopata mnada na kuna wanaokosa mnada. Yaani mnang'ang'ania kuikopesha serikali. Kwa hiyo mwingine atasema bwana, mimi naitaka hiyo hati fungani bwana, lakini nitaichukua kwa discount au nitaichukua at par, nitaichukua at discount, sio? Tumeonana hapo kabla. Sasa ni wewe sasa. Ukiichukua ukiikopesha serikali kwa hizi hapa, nimekwambia kuna premium, kuna atpa kuna at discount, kuna wengine wanapata na no wengine wanakosa. Wanaokosa hiyo hati fungani wanaenda kuinunua kupitia soko la hisa. Sasa sasa ni sikuchanganye na mambo mengi, weelewa tu kuwa unaweza ukaikopesha serikali kwa muda mrefu, lakini kuna kuaga na mnada. Mnada mnanganiana, mna, mna, kwa sababu watu wanataka wapate faida, kwa sababu nimekwambia hizi hati fungani hazina sala na nimekwambia hati fungani zina riba kubwa, kwa kila mtu anatamani ikopeshe serikali, so serikali yenyewe inachagua ikopeshwe na nani, kwa sababu yenyewe serikali haitaki kutumia gharama kubwa kukusanya hizo pesa, inachagua ikopeshwe na nani. Ule mchakato wa kuchagua ndio unaitwa mnada, unafanyika kila Jumatano. Ukikosa pale, kuna mtu anaweza akakuuzia ule mnada ulioukosa wewe, ndio tunaita unanunua kwenye soko la la upili, kwa kwenye soko la hisa sio, tumeelewana mpaka hapo eh? E, kwa sababu kila mtu anataka ikopesha serikali, hamna ambaye hataki kupata hela, si ndio? Ili upate riba. Kwa serikali inachofanya inaangalia hizo riba. Kwa kubwa katika uwekezaji wa hati fungani ni huo, wapendwa. Kwa unaweza ukasema pale bwana, eh, sasa nikueleze kuhusu mnada ili unielewe. Maana inawezekana nimekuacha kwenye mnada. Mnada iko hivi, ni tuondoke kwenye ile dhana ya serikali, tuje kwenye dhana ya maisha ya kawaida. Ashumu mimi nataka nikope pesa alafu nika, nikawaambia nyinyi mpo wawili nikawambia bwana, nyinyi naombeni mikopo hela, mimi nahitaji milioni moja tu. Nikawaambia katika hii milioni moja ninayohitaji nitatoa riba asilimia kumi na tano, yaani ukinipa milioni moja nitakupa laki moja na nusu. sasa nyie wawili wote mnataka na mna milioni moja moja, kwao nachofanya hapo <coughs> tunafanya kama mnada hivi, kawambia hey, wewe kawambia bwana, sasa mimi nitakupa milioni moja lakini nitakupa milioni moja na laki moja lakini wewe utanirudishia milioni moja na hiyo riba. si umeelewa? Kwa huo mfano, yani ni kwamba tuna nyinyi wawili mnanganganiana kunikopesha kwa kwa sababu nyinyi wawili mnanganganiana kunikopesha mi, kuna condition nitaziweka ili ule mkopo kwangu usiwe mgumu. Hiyo ndo maana ya mnada. Kwa serikali nayo inakuwa na mnada, na katika ule mnada wengi wana apply, serikali inakuja inakuwa na cutting line na wakata, kwa kuna wengine wanapata, wengine hawapati, si ndo hii nimeambia ati premium bond. Kuna premium bond, kuna ati discount na kuna ati kwa kuna watu wanaikopesha serikali milioni mia, lakini ate discount, kuna wengine ate pa umeelewa pa. Pa, kuhusiana na, na, na, ume, ume, na hati fungani e, sasa kuna faida kubwa Tatu za kuwekeza katika hatifungani faida ya kwanza ni riba kubwa kwenye hatifungani utapata riba ya hadi asilimia kumi na tano. Kwenye aina kwenye nyingine ya uwekezaji kama account uwekezaji kwenye account, uwekezaji kwenye benki utapewa riba asilimia sita nane uwezi ukapewa asilimia kumi kumi na tano uwekezaji pia kumi na tano, ule wa pamoja haifiki kumi na tano ule wa UTT, sindiyo? Kwa faida ya kwanza kubwa kwenye uwekezaji wa hatifungani ni faida kubwa. Faida ya pili ya kuwekeza kwenye hatifungani, unaweza ukapata mkopo kupitia hatifungani yako. Kwa maana ipi? Kama umeiwekeza milioni mia moja kwenye hatifungani, unaweza ukaenda benki wakakupa mkopo hadi wa asilimia themanini au asilimia sabini. Kwa hiyo ukiwekeza hatifungani milioni mia, unapewa mkopo mpaka milioni sabini na ule mkopo wako utaulipa wewe, italipa ile hatifungani yako ya milioni mia, kwa sababu kwenye milioni mia nimekwambia kwa asilimia kumi na tano kila baada ya miezi sita utapewa milioni saba na laki tano. Umenielewa mpaka hapo? Kwa hiyo milioni mia zako unaikopesha serikali, unawekeza kwenye hati fungani. Ukishawekeza kwenye hati fungani, unaenda unachukua mkopo serikali kwenye benki. Ukichukua mkopo mkopo tena mkopo huu, benki watakupa mkopo huu haraka, hawahitaji dhamana yoyote, kwa sababu kwenye zile riba zitakazokuwa zinaingia, wao ndo watakazokuwa nakata, ndo ndo rejesho lako. Ndo maana nimekwambia ukichukua mkopo kupitia hati fungani, wewe utarudisha hela ile riba inayotokana na ile hati fungani yako uliyowekeza, ndo italipa ule mkopo. Na mkopo wake unatoka haraka, masharti una masharti, hauna dhamana yoyote, na unaweza ukapewa mkopo kwa riba ndogo sana, kwa sababu wanajua ni mkopo ambao hauna riski. Ukawekeza kwenye kwa sababu serikali lazima italipa, ukachukua mkopo wa hadi asilimia sabini ya ile hati fungani yako, ukaenda ukafanya biashara na mambo yakaenda, si tumeona? Kwa hiyo ni faida nyingine ya kuwekeza katika hati fungani. Faida nyingine ni kwamba kama nilivyokuambia ni relatively risk free, hakuna siku uwekezaji wako utafeli. Tofauti na kwenye biashara tunaelewa kwamba kuna siku inaweza kafeli biashara, kwenye uwekezaji kwenye hisa, hisa inaweza kapanda na kushuka, ukapata hasara, na aina nyingine za uwekezaji zinaweza zikakutia hasara, lakini sio uwekezaji kwenye hisa. Faida nyingine ambayo naweza nikasema ya nyongeza ya kuwekeza kwenye uwekezaji wa hati fungani au government... bond, au treasury bill au treasury bonds ni kwamba ni njia ya kuweka akiba na haina makato ya kodi eh. Badala ya kuweka akiba kwenye benki tu milioni moja moja, milioni tano tano, unaweza kuweka akiba kupitia hati fungani na haina makato ya kodi wala haina makato mengine yoyote ile. Bank charges hazipo hapa, sisi tumeona eh. Kwa hiyo ni ni tax free, utofauti na kwenye fixed deposit utakatwa kodi kwenye, utakatwa makato ya kutolea hela na mengine mingine, mingine mengi. Kwa hiyo huo ndio uwekezaji wa hati fungani, uwekezaji usio na hasara Tanzania. Nilikuwa na kueleza kuhusiana na treasury bills na treasury bond kwa kwa kukumbusha na kwa kukumalizia. Uwekezaji wa tifungani unaweza ukaanza. Kama utataka uwekeze katika tifungani za muda mfupi unaanza na laki tano utachagua uwekeze kwa siku 65, 91 au 184. Kama utataka uwekeze katika tifungani za muda mrefu utatakiwa uwe na kuanzia milioni moja ambapo utachagua utawekeza kwa miaka miwili, miaka mitano, miaka saba, miaka kumi, 15, miaka ishirini au miaka 25. Unapowekeza unapowekeza kwenye tifungani ya muda mrefu ndivyo unavyopata riba kubwa. Mtu akiwekeza kwenye atifungani ya miaka mitano na yule aliyewekeza kwa miaka kumi riba zao zinatofautiana, na yule aliyewekeza kwa miaka ishirini na tano yule ndo anapata riba kubwa kabisa. Na habari njema ni kwamba kama utaiwekeza kwa mfano, labda tuchukulie una milioni kumi umewekeza kwenye atifungani ya muda mrefu, unaruhusiwa kuiuza hiyo atifungani hata kama ule muda hujafika. Kwa mfano ukichukua milioni kumi ukaiwekeza kwenye hati fungani ya miaka ishirini unaweza ukaiuza hata mwaka wako watano, sio lazima usubiri mpaka ile miaka ishirini upate ile milioni tano yako, sio lazima usubiri mpaka miaka ishirini ndo upate milioni mia uliyoiwekeza kwenye hati fungani ya miaka ishirini. Kwa kama umewekeza bilioni moja leo kwenye hati fungani ya miaka ishirini, sio lazima usubiri mpaka miaka ishirini ifike ndo upate bilioni moja yako. Unaweza ukaiuza hii hati fungani yako ndani ya miaka miwili, ukaiuza kupitia soko la hisa. Tumeelewana mpaka hapo? Lakini kingine cha kukukumbusha kwenye hati fungani Una, atifungani natolewa na serikali kupitia Benki Kuu. Wale waliokosa kwenye mnada wanaenda kuipata atifungani kupitia soko la hisa na madalali. Unaweza kumwambia tu dalali, nataka bwana atifungani ya miaka mingapi, unapatiwa eh. Huu ni uwekezaji bora sana, unaweza ukawekeza. Na kama unataka ujifunze mambo mengi kuhusiana na uwekezaji huu, soma kitabu changu hiki, kinaitwa Kanuni 20 za Fedha. Ndani ya kitabu nimeleza aina nyingine za uwekezaji ukiachia atifungani, nimeleza uwekezaji kwenye hisa eh, nimeleza pia uwekezaji kwenye mali rili estate, nimeeleza pia uwekezaji wa pamoja, uwekezaji bora sana wa hasa UTT. Kwa siku nyingine nitakuja kuelezea uwekezaji wa UTT tu lakini pia nina hiki kitabu bwana, ni shilingi elfu ishirini lakini na kitabu kingine kinaitwa Akili ya Fedha, kitabu kinachoeleza mbinu za kutoka kwenye umaskini na kujenga utajiri wa kudumu. Hiki ni kitabu changu kipya, ni elfu thelathini lakini kwa sasa tutakipata kwa ofa ya shilingi elfu ishirini na tano tu. Nina kitabu kingine hiki cha biashara kinaitwa jinsi ya kuanzisha na Kukuza biashara. Hiki kitabu kitakupa mbinu za kupata wateja, kitabu mbinu za kuongeza faida kwenye biashara, kitakupa mbinu za masoko, kitakupatia jinsi ya kuwahudumia wateja customer care, kitabu kinatoa customer Acquisition and retention strategies, jinsi ya kupata wateja na kuwabakiza wateja wako, ni shilingi elfu ishirini lakini. Na kitabu kingine cha mafanikio hiki kinaitwa nguvu ya kujua. Kitabu kinaeleza mambo 16 unaopaswa kuyajua na kuyazingatia ili upate mafanikio kwenye maisha yako. Umu utajifunza mafanikio yanaanzia kichwani, jinsi ya kujenga utajiri na fikra za kitajiri. Utajifunza pia mambo ya kujali afya yako, utajifunza mahusiano, elimu ya mahusiano ya kimapenzi, jinsi ya kudumisha ndoa yako, jinsi ya kudumisha mapenzi na mwenzi wako. Utajifunza masuala ya afya, jinsi ya kuishi maisha marefu na yenye furaha na yenye afya tele. Kila kitu nimeeleza kuhusu mafanikio humu. Hiki ni cha personal development. Kila kitabu changu kimoja ni 20,000 kasoro hiki ambacho ni 25 kwa sasa hivi. Unaweza kupata vitabu hivi kupitia namba za simu 0744 12 66 Namba hiyo iko kwenye skrini au piga namba ya dukani. Ukinipigia ukiona sijapokea, piga namba ofisini kwetu, naiona katika skrini hiyo. Tafadhali usiache kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata taarifa tunapokuwekea somo jipya. Na zaidi, nifuatie kwenye mitandao yote ya kijamii kwa jina la Victor Mwambene, hasa Instagram: Victor Mwambene, TikTok: Victor Mwambene, Facebook: Victor Mwambene. Lakini zaidi, unaweza kupata vitabu vingi vya masuala ya fedha, biashara, hapa dukani kwetu. Tunavyo original kabisa vya Kiingereza. Tunacho kama kitabu hiki cha Intelligent Investor ambacho hiki kimeelezea masuala ya uwekezaji kama hisa na uwekezaji pia kwenye hati fungani. Ni moja ya vingi vitabu bora zaidi vya fedha duniani.